Bwana Yesu asifiwe. Naitwa David Sima na kama wanisikiliza kwa mara ya kwanza basi hakikisha una subscribe hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kupata maombi na masomo mbalimbali ninapoyaweka hapa kwenye akaunti yangu ya YouTube. Hongera sana kwa kuiona wiki nyingine na leo itakuongoza kwenye maombi ya wiki hii mpya eh, na siku zote yanaweza kukusaidia kwenye wiki hii na unapoendelea mbele kila siku. Maombi ya wiki hii kwangu, kwako, ninakuombea kwa Mungu akuepushe na kukulinda na kila ubaya ambao adui amekusudia kukufanyia. Ukisoma Zaburi 59:1 inasema, ee Mungu wangu uniponye na adui zangu mm, uniinue juu yao wanaoshindana nami eh. Kwa hiyo Mungu atakuponya na adui zako wiki hii hmm. Mungu eh, atakupigania kila popote utakapopita kwa watu ambao wamekusudia kukufanyia ubaya, hawatakupata wala kukuona hmm. Tunaishi kwenye dunia ambayo tunazungukwa na maadui wengi sana, wanaoonekana na wasioonekana maadui hao wanatumiwa na shetani kwa ajili ya kukuvizia na kukuangusha, kwa sababu ni kazi yao tu, lakini neno la Mungu linasema kuwa Mungu atatulinda dhidi ya mikono ya adui. Ukisoma Zaburi mia moja na sita na ule mstari wa kumi bili, anasema akawaokoa na mkono wa mtu aliyewachukia na kuwakomboa na mkono wa adui zao. kwa hiyo napoanza wiki hii muamini Mungu kwamba atakuokoa na mkono wa mtu anayekuchukia. Nafahamu wapo watu wengi, hauwezi kupendwa na kila mtu. Huenda ni kazini kwako, huenda ni nyumbani kwako, watu wa familia yako, hauwezi kupendwa na kila mtu. Kwa hiyo ni maombi yangu kwa Mungu akusaidie na akuokoe kutoka kwenye mkono wa adui. Kwa hiyo Mungu yeye ni mwaminifu, ametuambia kwamba atatuokoa na mkono wa mtu anayetuchukia. Maana yake mtu anayekuchukia ni mtu ambaye anaweza kukufanyia mabaya muda wowote, lakini maandiko yanasema Mungu yeye atatuokoa. Kwa hiyo wiki hii mwamini Mungu kwamba atakuepusha na kila ubaya, atakuepusha na mkono wa mtu anayekuchukia, atakuepusha na kila uharibifu mbele yako hmm? kwa hiyo mimi, ni maombi yangu wiki hii kwako tu kwamba Mungu akuepushe na kila mkono wa mtu mwenye chuki na hila kwako. Mungu akuepushe na kila mitego ambayo adui ameitega kuangusha unapoenda kufanya kazi zako wiki hii. Mungu akuepushe na kila mpango wa adui kuharibu kazi zako. Kila mitego aliyoitega adui kuzuia mambo yako haitafanikiwa. Kila maneno aliyoyatamka adui kwa ajili ya kuharibu kibali chako hayatakuwa hivyo kwako. Hmm. Kila uchawi na uganga uliofanyika kwa ajili ya maisha yako hautafanikiwa. Ukisoma Hesabu 23:23 inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Kwa hiyo ingiza jina lako hapo kwamba hakika hapana uchawi juu ya Davidi wala hapana uganga juu ya David. Sasa habari za David, eh, zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Ingiza jina lako hapo kwamba hakika hapana uchawi juu ya jina lako, hawataweza kufanya chochote. Hakuna uganga wala uchawi utakaofanikiwa juu ya maisha yako. Hakuna uganga mm, wala uchawi utakaofanikiwa juu ya familia yako. Jina lako halitasomeka katika anga za kichawi watalitafuta na hawataliona. Nikwambie kwamba wewe unayemwamini Yesu, eh, unayemtaja Yesu, hata kana mtu achukue jina lako alipeleke kwa mganga, ndugu yangu, akilisoma tu huko panatokea ni moto mkali sana huko hawatakuweza hata kidogo, kwa sababu wewe unaye Yesu ndani yako, kwa sababu wewe unaye Mungu ndani yako. Kwa hiyo upaswi kuogopa hata kidogo. Kwa hiyo kiri, ukiriu pamoja nami na Mungu atakusaidia usimame imara, ili uweze kushinda. Ukisoma Zaburi ya arobaini na moja mbili inasema, Bwana atamlinda na kumuhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala usimtie katika hali wamtakiao adui zake. Mm, kwa kuwa una Mungu atakuepusha na kila hila wanayokutakia adui zako. Kwa hiyo usiogope, hmm, usiogope hata kidogo, haijalishi unapitia hali gani. Huenda unapitia hali ambayo ni ngumu, huenda unapitia mazingira ambayo umezungukwa na maadui, huenda unapitia hali ambayo, hmm, kila kona watu wanakuwinda, nikwambie ya kwamba Mungu yupo na anakupenda. Mungu atakupigania wiki hii na siku zote. Mungu atakupigania, atakuepusha na kila uharibifu, atakuepusha na kila nguvu za giza, atakuepusha na kila uharibifu. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu sana. Mungu atakuokoa, Mungu atakupigania, Mungu atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Eh, usiogope hata kama wazikupeleka kwa waganga wa kienyeji jina lako halitasomeka hata kama wakifanya jambo gani lile, hawatakuweza. Eh, wewe, ujasiri wako ni Yesu. Ukishakuwa na Yesu hakuna mtu atakaye kuweza. Naomba nikuombee. Mungu, asante kwa saa hii njema na muda mzuri. Namwombea huyu ndugu anayenisikiliza anakwenda kuanza wiki yake Mungu wa mbinguni ukamtangulie, kamwepushe na mkono wa mtu mbaya, kamwepushe na watu wabaya, kamwepushe na kila uharibifu, hata kila mpango mbaya ambao wamekusudia kumfanyia hawatampata. Wengine wamekusudia kumwangusha kwenye ajali wiki hii hawatampata kwa jina la Yesu. Wengine wamekusudia kumwangusha kwa magonjwa hawatampata kwa jina la Yesu. Wengine wamekusudia kuleta hasara kwenye biashara yake hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Natamka tamka uponyaji na tamka nguvu mpya wiki hii, hakuna ubaya utakaompata huyu ndugu anayenisikiliza, yeye na familia yake natamka ulinzi juu yake, natamka uzima juu yake, natamka kufanikiwa juu yake. Kila mpango, kila mtego waliomtegea hautafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila chimbo walilomchimbia hawataweza kufanikiwa kwa jina la Yesu. Mungu wamengoni, muepushe na kila mtego mbele yake. Mungu Mungu mzingire, Mungu mtangulie, Mungu mpiganie, muepushe na kila mtego waliomtegea kwa siri. Wengi wametegewa kulishwa sumu kwenye chakula. Mungu utawaepusha, Mungu utawasaidia, Mungu utafungua macho yao ya rohoni. Nawaombea yeyote anayesikiliza macho yake ya rohoni yaweze kufunguliwa, hatoweza kukamatika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamwombea Mungu, macho yake ya rohoni yafunguliwe, aweze kuona mbele katika jina la Yesu kila mtego aliyotegewa kwa siri hautafanikiwa. Kila uharibifu ulioandaliwa kwa ajili yake hautafanikiwa. Ninamwombea Mungu, mpe kufanikiwa kwenye biashara yake, mpe kufanikiwa kwenye familia yake, mpe afya njema, na yakataa magonjwa kwenye familia yake. Nakataa uharibifu kwenye familia yake, nakataa hasara kwenye biashara yake, nakataa chuki kwenye ndoa. Rejesha amani kwenye ndoa yake, rejesha upendo kwenye ndoa yake. Mungu amengoni msaidie, yeyote ninisikiliza, anahitaji ana hitaji la moyo wake. Mungu amengoni wa mpe hitaji la moyo wake, mpe hitaji la moyo wake, msaidie, mtangulie, mpiganie, mwedheshe anapoanza wiki hii mpya. Mungu mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya, mpe, mpe nguvu ya kushinda kila uharibifu mbele yake, kila mitego ya ibilisi mbele yake, katika jina la Yesu. Inamuombea Mungu amengoni asivunjike moyo, Asi kata tamaa. Mpe nguvu ya kuendelea mbele, mpe nguvu ya kusonga mbele, mpe nguvu ya kuendelea mbele na kata roho ya kukata tamaa. Mwingia anapitia hali ambayo anakaribia kurudi nyuma, anakaribia kukata tamaa. Inamuombea Mungu asikate tamaa katika jina la Yesu. Mpe nguvu ya kuendelea mbele, mpe nguvu ya kusonga mbele, hatorudi nyuma wala kukata tamaa, katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, mabaya hayatampata, uharibifu hautampata, kila mtego waliomtegea kwa siri hautafanikiwa katika jina la Yesu. Inamwombea nguvu ya kushinda wiki hii na siku zote zikawe za baraka kwake na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na kushukuru amen. Kama umenisikiliza mpaka mwisho, naomba ukomenti hapo. Amen. Na itakuwa kwako kwa imani. Muamini Mungu na usiwe na shaka kwake hata kidogo.